Uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 unakaribia kwa kasi na Tanzania iko katika hatua muhimu za maandalizi ya uchaguzi huo. Kila uchaguzi huja na matarajio mapya, mijadala mikali na matumaini kwa wananchi kuhusu mustakabali wa nchi yao. Katika muktadha huu, vijana wana nafasi kubwa katika siasa za Tanzania, kwani wanawakilisha idadi kubwa ya wapiga kura. Hata hivyo, kuna changamoto ya ushiriki mdogo wa vijana katika michakato ya uchaguzi huo, hali inahitaji kuangaziwa ili kuliwezesha kundi hilo kuchangia kikamilifu katika maendeleo ya jamii na taifa kwa ujumla. Kwa mujibu wa takwimu za Tume ya Taifa ya Uchaguzi, mwaka 2020 vijana wenye umri wa miaka 18 hadi 35 waliwakilisha zaidi ya asilimia 56 ya wapiga kura wote waliosajiliwa nchini. Katika eneo la Njilo Arusha, hali ni kama ilivyo sehemu nyingine nyingi nchini. Vijana wanazidi kuwa na mwamko wa kisiasa, lakini bado wanakumbwa na changamoto nyingi zinazowazuia kushiriki kikamilifu katika mchakato wa uchaguzi. Makala hii inachunguza changamoto hizo na juhudi zinazofanywa kuhakikisha mwaka 2025 unakuwa mwaka wa mabadiliko kwa vijana wa Tanzania. Lakini pia na sisi vijana twendeni tukagombee. Una sifa ukishakuwa miaka 21 tayari unaruhusiwa kwenda kugombea. Tumone nani rasi pale anakuwa mwenyekiti wa kitongoji sio? Unakaa kitongoji gani rasi NMC tena NMC, mimi mwana mwananchi wako nakupigia kura rasi, ukiwa kiongozi kwa hiyo kubwa ilikuwa ni hiyo tuanze kwanza na hiyo. Katika mazungumzo na vijana wa Njilo na wanafunzi wa vyuo vivyopo eneo hilo, imebainika kuwa kuna changamoto kadhaa zinazokwamisha ushiriki wao katika uchaguzi. Kuru wa Bwire na Efazia Jonathan ni miongoni mwa vijana katika eneo la Njilo Arusha wameeleza changamoto kubwa zinazowakabili wao kama vijana katika swala la ushiriki kikamilifu kwenye uchaguzi, ikiwemo ukosefu wa elimu juu ya uchaguzi pamoja na vijana kutokujua umuhimu wa kupiga kura, ikiwa ni miongoni mwa sababu zinazopelekea hali ya vijana wengi nchini Tanzania, hususani katika eneo la Njilo Arusha, kutoweza kupiga kura kwa wingi. Nadhani vijana wengi kwanza hawana elimu ya kutosha. Yani tukianza swala la swala elimu ndio swala la muhimu sana kwa sababu vijana wengi hawana elimu na hawaoni umuhimu wao kushiriki katika uchaguzi. So kama wakiona umuhimu au wakijua umuhimu wa vijana kama vijana kushiriki katika uchaguzi kwa serikali kuu, nadhani watakuwa inspired sana kushiriki katika kupiga kura, kwa nadhani wa sababu ambayo inawafanya watu wasiati watui vijana wasishiriki katika uchaguzi wasishiriki katika kupiga kula, nadhani ni elimu. Hawana elimu ya kutosha. Kwanza kabisa ni elimu kuhusu umuhimu wa uchaguzi wao, kwa sababu kula yako ndo inasababisha kupata kiongozi unayemtaka. Alafu pia vijana wengi tuna ile kupuuzia vitu, tukasema tunawachia wazee, si tunaendelea na shughuli zetu za kila siku, ya kitu kama hicho. Je, viongozi waliopo katika eneo la Njiro Arusha wamebaini nini kuhusu changamoto ya ushiriki wa vijana na wanafunzi wa vyuo katika uchaguzi wa awali? Godfrey Mushi, mwenyekiti wa mtaa wa Temi Mashariki, kata ya Temi katika eneo la Njiro, yeye ameeleza kuwa mmomonyoko wa maadili na ukosefu wa elimu ya kutosha ya uraia kwa vijana wa Kitanzania ndizo sababu za kipekee zinazopelekea vijana wengi kukosa mwamko wa kushiriki kikamilifu katika uchaguzi na mchakato mzima wa masuala ya kisiasa. Hilo ni tatizo la elimu na pia maadili. Lina kipengele cha maadili na kipengele cha elimu makuzi ya vijana. Sasa hivi maadili yamemomonyoka na e, kielimu vijana wengi hawana elimu ya uraia, hawana. Kwa hiyo ndio maana wanashindwa kuelewa kwamba wana umuhimu gani katika kupiga kura au kushiriki siasa za nchi kwa maendeleo ya nchi yao. Licha ya changamoto hizo, vijana wa Njilo wanajipanga kwa namna mbalimbali kuhakikisha wanashiriki kwa wingi katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 utakaofanyika hivi karibuni. Hivyo, wameomba zifanyike jitihada mbalimbali kwa lengo la kutifua mwamko wa vijana ili waweze kujitokeza kikamilifu katika uchaguzi huo. Maelezo ya Kuru wa Bwire na Ifurahia Jonathan yamethibitisha mbinu zinazopaswa kufanywa na serikali au taasisi binafsi zitakazoweza kuwashawishi vijana kushiriki kikamilifu katika uchaguzi, ikiwemo elimu ya kutosha, semina na makampeni ya uhamasishaji kwa vijana kupitia mitandao na hata mashuleni au vioni, kwani ndizo sehemu kuu ambazo vijana wanapatikana kwa wingi. Kwanza kwa upande wangu unaweza kusema kitu cha muhimu sana hapo cha kuzingatia kama serikali, lakini pia sio serikali tu, hata taasisi binafsi yeah. Zinahitaji zifanye kampeni uh, kwa vijana, iwe kama ni kwenye, nini, kwenye jamii hivi yeah. Iwe kwenye mashule make kwenye mashule, kwenye vio kuna vijana wengi sana kuombea sehemu nyingi, lakini pia mtandaoni vijana wengi wako, asilimia kubwa vijana wako mtandaoni. Nadhani wakipromoti kampeni ya kuhamasisha vijana uh, serikali wajaribu kupromoti kuhusu uchaguzi, wajaribu kuweka seminars mbalimbali, wainvesti kwenye seminars especially kwenye mashule ambapo kuna vijana wengi, mkusanyiko mwingi wa vijana, wainvesti hapo kwenye masemina kwenye nini, ili wapate mwamko wa vijana ya kupiga kura, ndio. Katika hatua nyingine tumepata nafasi ya kuzungumza na wanafunzi kutoka baadhi ya vyuo vilivyopo katika eneo la Njilo Arusha kwa lengo la kufahamu hali ya ushiriki na mapendekezo yao juu ya uchaguzi na masuala ya siasa kwa ujumla. Lilian Moshi ni mmoja miongoni mwa wanafunzi wa kike kutoka chuo cha uhasibu Arusha ambaye amependekeza kuwa elimu, miundombinu na suala la ajira viweze kuimarishwa, pia ahadi za viongozi ziweze kutekelezwa ili kujenga uaminifu kwa raia wao. Kwanza kwa kwenye upande wa elimu kwenye upande wa elimu pili, kwenye miundo mbinu uh, tatu kwenye upande wa ajira uhum. Na kingine viongozi, vitu ambavyo wanavyahidi wawe wanavitekeleza, kwa sababu vile unavyofanya jambo unatekeleza kwa wakati, hata masisho kwa wakati, lakini ukatekeleza kwa raia wako, unajengea uaminifu wa kuamini wewe hata kwa wakati mwingine, pia ukitaka kugombea tena uongozi au familia yako pia unajengea tito nzuri kwa sababu inaonekana kwamba hiyo familia itakuwa ni familia ya watu ambao wako loyalty. Silvesta Mwanosa ambaye pia ni mwanafunzi kutoka chuo cha uhasibu Arusha, ameongeza kwa kupendekeza kuwa tume ya taifa iweze kutoa muda maalumu kwa ajili ya wanafunzi hususani wa elimu ya juu kuweza kusasisha taarifa zao na hatimaye kushiriki kikamilifu katika uchaguzi ujao kwa sasa hivi ushirikishaji amini, kwa upande wa wanafunzi, ili kuweza kushiriki kupiga kura. Ndio kwa maana hiyo, na tumeangalia idadi ya wanafunzi labda na vijana ambao wanasoma, hawakuweza wana kupata fursa. Mimi nadhani wange tume, kama tume ingetoa muda ambao ingekuwa ni muda mzuri sana kwa hawa watu ambao kwa elimu ya juu kuweza kupata hiyo fursa kuupdate taarifa zao kwa ajili ya kuwa miongoni mwa watu watakaoshiriki kwenye uchaguzi amini, kupiga kula, kwa mwezi ambao umetengwa kwa ajili ya watu wote kushiriki kwenye kupiga kura. Vyama vya siasa vina jukumu kubwa la kuhakikisha vijana wanashiriki kamilifu katika uchaguzi. Tumewasiliana na wawakilishi wa baadhi ya vyama kujua mikakati yao ya kuwafikia vijana nchini, hasa katika eneo la Njiro Arusha tunazungumza na Deusi Kitinde, katibu wa Chama cha Mapinduzi CCM kata ya Temi katika eneo la Njiro, ambaye anafichua kuwa chama chake kimeandaa mpango maalum wa kuwashirikisha vijana kwa kugawa kadi za chama, ikiwa ni moja ya fursa za kupata mikopo kwa vijana, pia kuongeza idadi ya vijana kushiriki kikamilifu katika uchaguzi. Ya kwa kipindi hiki hata hata kipindi cha nyuma walikuwa na shiriki, lakini kwa sasa hivi wamehamasika hasa kama hili zoezi ambayo tunagawa kadi sasa hivi za kielektroniki vijana wengi wamehamasika na, na wale ambao walikuwa hawajajiandikisha kupata zile kadi, kwa kweli sasa hivi katika maofisi wanajaa kwa ajili ya kupata kadi za Chama cha Mapinduzi ya kwa sababu wameangalia pia ni moja ya fursa ya kuweza kupata mikopo ya Vilevile nilipata shauku ya kujua mchango wa vijana wa Kitanzania katika mchakato mzima wa masuala ya kisiasa. Hivyo nimepata wasaa wa kuzungumza na Yusufu Kosta ambaye ni katibu wa vijana tawi la Temi Mashariki. Amesema kuwa vijana wana mchango mkubwa sana, kwani wana msukumo wa kuendesha na kuendeleza pale ambapo vijana wa zamani waliishia, kwa maana ya wazee. Ilo niongelee kuhusu Tanzania nzima, eh, vijana wana mchango mkubwa sana, maana vijana wengi wana, wanataka wanakuja wana kupambana yaani, wazee wetu walipoishia, na vijana wakija pale wanaamua kuendeleza zaidi ya pale. Kwa hiyo vijana wanakuja na motisha ni kubwa sana maana, kama ukiangalia vijana wengi sana waliochaguliwa kwenye serikali wanafanya kazi kubwa sana. Wakuu wa wilaya sasa hivi ni wadogo sana, lakini kazi wanazopiga ni kubwa sana ndiyo ndio Kadri ya uchaguzi wa 2025 unavyokaribia, matarajio ni kwamba vijana wa Arusha hasa wale wa Njilo watajitokeza kwa wingi kupiga kura. Uhamasishaji umeongezeka na vijana wanazidi kuelewa kuwa kura yao ni sauti yao. Je, wewe kama kijana wa Arusha umejipangaje? Utaendelea kukaa pembeni au utahakikisha sauti yako inasikika? Demokrasia ni haki na wajibu. Nisajili, piga kura, na hakikisha unaamua mustakabali wa taifa letu. Mimi langu jina ni Anoni Kabeja na hii ni makala maalum ya vijana na uchaguzi mkuu mwaka 2025. Tukutane kwenye uchaguzi.